Mheshimiwa Shabiby asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kwanza kabisa nimshukuru Mheshimiwa Mheshimiwa waziri mkuu kwa hotuba yake ambaye imegusa kila sekta nimshukuru Mheshimiwa Mheshimiwa waziri mkuu pamoja na wasaidizi wake kwa kuwezesha vijana zaidi ya elfu moja kupata ajira katika kiwanda cha nguo cha Morogoro wakiwepo vijana wangu wa wilaya yangu, niwashukuru kwa hilo. Mimi Mheshimiwa Spika, leo nitaanza na viroba, pombe ya viroba. Najua wengi watashangaa, watasema huyu jamaa Muislamu, na najua wale watu wanayependa kuweka maneno kwenye midomo ya watu wengine wataweka maneno mengi, lakini mimi sio kwamba naunga mkono watu wanywe viroba, napinga na viroba visiwepo, kwa sababu vinaathiri hali za watu, na hata sasa hivi watu wananenepa baada ya viroba kuacha kuwepo mitaani. Lakini mheshimiwa, mimi nashauri kitu kimoja tu, kwa sababu katika bajeti ya mwaka jana, wakati tunaweka kodi katika vinywaji na katika bajeti yetu na mapato yetu, hata viroba navyo tulivihesabu na vilikuwepo kihalali. Sasa ni kweli pombe hii inazuru watu, lakini naomba au nashauri kwa wakati mwingine, utaratibu utakaotumika kuzuia vitu kama hivi, basi uchukuliwe kwa makini sana. Waanze kuzuia kwenye production, wazuie kwanza kwenye production, ili huku zinakouzwa basi ziishe. Lakini sasa hivi kwa kweli, mimi ni mfanyabiashara, sikuingia hapa kama nachunga ng'ombe wala kama sijui mkulima au nani, nimeingia kama mfanyabiashara ni lakini nachoomba, lazima nizungumze habari ya kibiashara, na kama sisi tusipozungumza sisi wabunge wenyewe wa vyama vyote hapa, basi tujue kwamba biashara kwenye nchi hii itakufa kwa sababu mtu amenunua mali ya, ya bilioni moja, mtu amenunua mali ya milioni mia tatu alafu amenunua kisheria ki, ki ana risiti zote za TRA amelipa kodi. Leo unakuja unamwambia kwamba sasa hivi kuanzia sasa hivi hii mali ni haramu tayari, ameshaingia mikopo, ameshaingia matatizo, amekopa ma, mabenki huko na biashara yake imeshafungwa. Naomba mnielewe vizuri, siungi mkono unywaji wa viroba , lakini utaratibu uliotumika naomba usirudiwe tena ingine, mazala, kwa sababu leo anaweza kaja mtu hapa akasema tena kitu kingine kikaleta madhara kikaleta madhara. Kwa hiyo tuangalie utaratibu mzuri wa kufanya hivyo, la kwanza hilo. La pili, Mheshimiwa Spika, wewe mwenyewe ni shahidi, kwa sababu katika watu wanaathirika na hili jambo mimi na wewe wakulima wetu ambao wanalima katika upande wa wa Kiteto, wilaya ya Kiteto, wamekuwa wananyanyaswa kupita kiasi, na hasa vyombo vya dola ambavyo viko pale wilayani na mkoani, katika mbuga ya Motangos. Wanasema ile ni hifadhi, hawawazuii watu kulima. Wakati watu wanaenda kulima, wanangoja mahindi yameshafika labda mwezi mmoja, wanakuja ng'ombe wanachungia mle wakienda wale wakulima kushtaki na wao wanawekwa ndani. Hivi mpaka ninavyokuambia sasa hivi wako watu wapanda mbili ambayo ni ni wilayani kwako, wako watu wa Gairo, wako ndani mpaka sasa hivi. Na wale wa Masai ambao wanachungia kwenye mbuga wako nje. Hao jamii ya kifugaji. Sasa kwa nini kama mnataka kuzuia? Tukatai msizuie. Kwa nini msizuie wakati wanalima? Mnakuja kuzuia wakati mahindi yameshakuwa makubwa. Na kama hiyo ni ni hifadhi, hifadhi gani ambayo ng'ombe wanachunga? lakini wakulima hawaruhusiwi hii hifadhi ya aina gani hii ni hifadhi ya aina gani mheshimiwa ambaye ng'ombe wanaruhusiwa lakini wakulima hawaruhusiwi mi naomba viongozi wetu na mheshimiwa wetu waziri mkuu ambaye ni mtiifu na msikivu akienda pale asisikilize masuala ya wilayani wala mkoani angalie tu yeye mwenyewe atume watu wake wachunguze atapata jibu ambalo liko sahihi na kitaka na majina nitampa wakulima wetu ambao zaidi ya heka elfu tatu zi, watu wamechungia tu na wako nje. Alafu tunasema zaidi ya wananchi asilimia themanini ni wakulima, na hata hizi pesa watu wanasema tu pesa zimepotea, pesa zimepotea, hamko kwenye mzunguko wa kibiashara, kiujua vizuri mzunguko wa kibiashara, pesa imepotea kwa sababu wakulima mwaka jana hawajapata mazao wakulima wakulima mwaka jana hawa wadogo wadogo wangeweza kuvuna kila mtu hapa angefanya biashara na pesa mzunguko ungekuwa mkubwa. Hii tunatafuta tu ah, Magufuli kazuia pesa Magufuli kafanya nini sijui, serikali imezuia wakulima pa, Mimi fanya biashara sasa hivi na zaidi ya miaka 25 najua, mwaka wote mkulima mdogo anayelima eka mbili eka tatu akipata mazao ataenda atanunua kwa fundi cherani, atanunua sare, ataenda kwa huyu atanunua maji, ataenda kwa atanunua, ndio mzunguko, na yule naye biashara yake ikitoka atapanda basi ataenda daa. Kwa hiyo kila mtu atafanya biashara, lakini wakulima hawa wasipopata pesa, ina maana mzunguluko haupo, kila kitu kitakuwa kibaya tu, talalamika tu. Hata ukiachiwa hizo pesa za, za benki unasema mkopo hakuna, hata ukiachiwa security zenyewe unazo, maanayake mabenki sio rafiki ya mtu maskini. A, huo ndio kweli mheshimiwa. Kuna jambo lingine la matrekta mheshimiwa Matrekta yamekuja yale ya Suma JKT, tunashukuru. Alikuja matrekta elfu moja mia nane na sitini, waliwakopesha wananchi kwa kulipa asilimia thelathini. Hata kwa kwangu Gairo pale nimepata mimi matatizo makubwa sana, manake niliambiwa, mbunge weka samana. Nimeweka samana nyingine badala ya kuandika niliyomkopea, limeandikwa jina Ahmed Shabiby ndo kakopa. Sawa, watu wangu nawajua, najua tu yatalipa, lakini Suma JKT wakati anapewa uuze matrekta hajui hata sheria za kuuza kwanza naye mwenyewe akatafuta tena dalali mwingine ndio amuuzie. Halafu baada ya hapo haya matrekta hata ukilipa hupewi kadi wala halina namba. Kwa hiyo linatembea tu kama mkokoteni wa ngombe. Tafuteni watu wote wenye matrekta haya waliopewa kadi katika matrekta hayo hawazidi 300. Mate akiomba kadi mkulima anaambiwa hilo hebu soma namba aiyo labda wewe angalia namba yote bandika. Sasa anabandika namba ipi? Atakataje insurance atafanyaje? Vipi kwa hiyo matrekta haya na namba sasa, sio jamani, taratibu gani alafu leo tena mndio mnakamata mnafanya kuangalia rangi ile za blue wanakimbiza hao wanakamata yameje hapa. Hii ni dhuluma, mkulima anataka kadi yake, umpe kadi akumalizie deni, humpe kwa sababu tayari ameshaambiwa na wenzie waliomaliza madeni kwamba hatupati kadi. Sasa matrekta yote yametoka Manyara, yametoka kila, Tanzania nzima hapa, Tabora wapi, wapi, matrekta yote yamekamata. Alafu, watu tunasifia tunasema ha, hawa wameshindwa kulipa madeni wameshindwa nini? Jamani, tusiwafanye watu hawa wakulima wetu tusiwaangushe, tuwaombe tena aje matrakta mengine wakope, tuangalie kosa liko wapi. Naomba waziri anayehusika aende akachunguze kama Suma JKT wanazo registration card za za za za nani matrix, hakuna namba hata insurance atakataje swala. So, lingine ni maji. Mheshimiwa, leo maji nimeamua kuzungumza chini ya ofisi ya wa waziri mkuu toka mwaka elfu mbili na saba , Gairo umepewa bilioni sita na milioni mia sita lakini kilichofanyika wameenda kuchimba visima vile vya maji tisa vinatoa maji, lakini yale maji hata kinywa ndege yanatapika, haijawahi kutokea. Wameenda kupima kwa mkemia, hayafai. Nimewapa ushauri wa kila aina, hawajafata ule ushauri. Sasa miaka kumi na mimi mbunge naenda hichi kipindi cha tatu. Kwa hiyo hata wale wananchi wangu, kwa sababu wengine hawana uelewa, wana wanasema mbunge amekula pesa, alipewa hela za mradi kafanyia biashara zake, sasa maji hakuna. Nimemwambia basi hii mradi kama mmefeli, hizi pesa zilizobakia, kuna chanzo cha maji kiko pale karibu tu kilomita kama 25, nunueni basi mabomba tupate maji ya mto ya mserereko. Lakini imekuwa dis, ukiongea hapa unajibiwa hichi, ukiongea hapa unajibiwa hichi. Tunaenda kwenye uchaguzi, hiyo miaka ijayo bado tunakwenda, pesa zipo lakini hazitumiki. Ndio maana leo nimeamua kumwachia Waziri Mkuu alifuatilie hili aangalie na namuomba waziri mkuu niende naye Gairo hapa na Gairo lisali moja tu, aende akashuhudie, matenki yamejengwa, mitandao ya, ya matenki ipo, lakini kuvuta tu pale maji kupeleka pale sasa hivi mwaka wa kumi. Na, pesa ipo. Na pesa ipo, kila siku ukiwaambia tena kaleteni maji ya msereko, wamekuja watu wale wa, wameletwa na wizara ya maji wamechola lamani wamefanya kila kitu. Kila nikiongea na Mheshimiwa Waziri anasema subiri kidogo, safari Tiyari, wewe maji umepata. Sasa maji nipata mpaka lini? Haya maji mpaka lini? Na unavyojua jimbo la Gairo kidogo. Watu wanalima sana. Wanapata sana mazao lakini tatizo lake, maji yake chini ya ardhi yako mbali, na hasa pale Gairo mjini huwezi kupata maji matamu, hata ufanye vipi, utapata tu hayo maji ya, ya chumvi. Kwa hiyo nilikuwa namwomba na Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba safari angala uje Gairo pale, kwa sababu wewe kidogo wakikuona na wewe ukifahamu maendeleo ya pale ya miaka kumi na asilimia aliyofikia mpaka sasa hivi uone kwa macho itasaidia. Na ndio maana leo hii swala la maji nimeona naweza nikakosa nafasi kwenye wizara ya maji, nimwachie waziri mkuu e, ili siku nyingine mwakani kama hamna maji, mimi nitachangia tena wizara hii, nimwambie waziri mkuu naye, sasa imekuwa vipi? Asante sana.